Vina gesi automatic kama maharani na jamii ya maharani yani jamii ya kunde, viazi, viazi vyote, viazi vya chips vyote, vyote vina vina gesi hmm. Ah, lakini pia eh, mafuta okay. Vyakula vilivyopikwa kwenye mafuta mengi kama vitumbua, maandazi, mikate hivi e, pia vyote vinaleta vina yes. okay. lakini pia uh, vyakula vingine ile kachumbari, mm. Vitunguu, vitunguu pia ni katika jamii ya vyakula ambavyo vinaleta gesi. Sasa unakuta mtu anasema yeye ana tatizo la gesi sugu, lakini kwa nini linakuwa sugu? Kwa sababu hajui ni chakula gani kinacholeta gesi, anatatua tatizo la gesi Alafu, anakula kitu ambacho kinaleta gesi, kwa hiyo unakunywa dawa na bado nakuwa uponi. Kwa sababu hiyo, sasa ni vema kwa watu waliokuwa na shida ya flatulence. Wakaliwa mtiririko mzima wa vyakula vya gesi ili watu wajue namna ya kujiepusha na vyakula hivyo waweze kuwa salama, kwa sababu migongo nakwambia hivyo. Uh, hii gesi ni tatizo linaodhalilisha sana, kwa sababu kwa namna yoyote mtu mwenye tatizo la gesi ni lazima awe ana ana kawaida ya kutoa upepo katika njia yeah. ya kubwa kila wakati mm. yani ya kila ya wakati, kwenye, hiu, ile hali eh, eh, ya kupumua ya mingurumo kama yeah. kuna vitu vinapigana yeah. eh, miayo mingi, ujafanya jambo unapiga miayo mingi, hiyo yote ni hali ambayo gesi na inasumbua sana, kujua ni muhimu. mm. kabichi